Karibu sana kwenye kozi hii ya video editing kwa kutumia Adobe Premiere Pro. Kama wewe ni beginner, kozi hii imeandaliwa kwa lugha ya Kiswahili ili ikusaidie kuanza safari yako ya kuedit video kwa ufanisi. Katika module hii ya kwanza, ambapo tutakuwa tuna mwendelezo wa mafunzo haya, tutazungumzia nini maana ya video editing, matumizi yake, na tutafungua Adobe Premiere Pro kwa mara ya kwanza. Kabla ya kukueleza nini maana ya video editing, nikufahamishe kwamba video editing inapatikana katika hatua ya tatu ya utengenezaji wa video. Hatua ya kwanza ni pre-production. katika pre-production, hapa ndipo tunapofanya yale maandalizi yote kwa ajili ya kurekodi video yetu. Tunafuata na hatua nyingine ya pili ambayo ni production. Katika production ndipo tunaporekodi video zetu ama tunapotumia kamera ama simu ama kitu chochote ambacho utarekodi picha yako. Na hatua ya mwisho na ya tatu ni post production, ambapo ndo tupo katika darasa letu hili la video editing. Kwa hiyo katika post production ndipo tunamalizia sasa ile kazi yetu ya video ili kuiwasilisha katika sehemu husika. Sasa tuje, nini maana ya video editing? Video editing editing ni ule mchakato wa kuchagua, kukata, kuunganisha na kurekebisha video pamoja na audio na kutengeneza kitu kimoja kinachovutia, yaani ile video yako unaifanya iweze kuonekana kwa mtazamaji wa mwisho. Kwa mfano unapochukua video kwa ajili ya matukio ya harusi, utarekodi vipande tofauti tofauti, au katika mikutano mbalimbali mbali, utachukua matukio tofauti tofauti, halafu sasa tutachukua matukio yale tutayapeleka katika software ya video editing, ambapo katika mafunzo yetu haya software yetu ni Adobe Premiere Pro. Kwa hiyo kile kitendo cha kuchukua vile vipande vyote, tutavichagua huko kipande gani ambacho kitakaa mwanzo, kipande gani kitafuata, tutakatakata, tutatia effects mbalimbali na kutengeneza kitu kimoja ambacho kimekamilika na chenye kueleweka. Sasa tuende moja kwa moja tukafungue software yetu ya Adobe Premiere Pro kwa ajili ya kuanza kujifunza kwa vitendo jinsi ya kuedit video. Baada ya kufungua Premiere Pro utakutana na welcome window, na katika welcome window itakuongoza sehemu ambayo uweze kutengeneza new project, lakini vile vile itakupeleka sehemu ambayo itakuwezesha kufungua new project. Vile vile itakuonesha, itakuonyesha recent projects na hapa nimeweza kuficha kwa sababu za kiusalama ikiwemo kulinda haki za wateja wangu. Sasa baada ya hapo, nitakufahamisha jinsi ya kutengeneza new project. Kutengeneza new project na nikitumia neno project, ni kazi yoyote ambayo tutakayoifanya kwa kutumia Adobe Premiere Pro. Kwa hiyo kama umerekodi tukio, kwa mfano kazi ya harusi, kwa hiyo ile harusi unaweza tukaita ni project yetu, kwa hiyo project ni kazi yoyote ambayo tutakayoifanya katika Adobe Premiere Pro. Ukiachana na recent files ama recent project, kuna sehemu ambayo itakuongoza wewe kutengeneza new project na nitakufahamisha jinsi ya kutengeneza new project, lakini vilevile, kama unataka kufungua project ambayo umeshawahi kuifanya utakuja katika sehemu ya open project. Kama huoni hivi, unaweza kuja katika sehemu ya file halafu utaenda new project. Baada ya kubonyeza new project, utakutana na windows ambayo itakuongoza wewe kuweza kuandika kwa mfano jina la project yako ambayo unataka kuifanya na kuchagua location ambayo unataka kusevu hiyo project yako au kazi yako. Mimi natumia Premiere Pro version ya Mac. Kwa hiyo kama wewe unatengeneza ama unatumia Adobe Premiere Pro version ya Windows, inawezekana kuna muonekano tofauti kidogo lakini vyote ni sawa. Utaona sehemu ya kuandika project name, utatafuta na utaandika na vile vile utaweza kuchagua location ama sehemu ya kusevu hiyo kazi yako. Kwa hiyo katika project name, sisi katika mafunzo haya tutafanya project ndogo ambayo tutatengeneza video kwa ajili ya nature, yani mazingira. Sasa hapa tutaandika nature video katika sehemu ya jina. Kwa hiyo natumai wewe una video zako tofauti tofauti ambazo umeziandaa, utalipa jina ama utaandika jina kulingana na hizo video zako ama project yako inavyoelezea. Baada ya kuandika jina la project yangu, nitaenda kuchagua location ama sehemu ambayo nitasave kazi yangu. Mfano desktop, halafu nitatengeneza new folder, na nitalipa jina la nature video. Baada ya hapo, nitabonyeza create, halafu nitabonyeza choose. Kwa hiyo hapa nimechagua tu sehemu ambayo nataka nisave kazi yangu. Kwa hiyo ukishakuandika jina na kuchagua sehemu ambayo unataka kusevu kazi yako uta create project. Baada ya kutengeneza project, sasa tuende tukatengeneze sequence. Sequence ni kama vile sifa ama muongozo wa video zako, audios na kila kitu utakachokipangilia katika project. Na vipi kitaonekana katika hatua ya mwisho. Kwa mfano katika video hii sisi tutatengeneza sequence kwa ajili ya video za YouTube. Lakini unaweza ukatengeneza sequence kwa ajili ya video za mitandao ya kijamii kama vile TikTok, Instagram Reels na kadhalika. Kutengeneza sequence tutaenda katika sehemu ya file, halafu utaenda katika new sequence. Baada ya hapo unaona kwamba mimi imenionyesha kwamba ipo katika custom na hii ni kwa sababu nimeweza kutengeneza sequence yangu na kuisave. Kwa hiyo sequence ambayo utakayotengeneza na kuisave itakuja kukaa katika custom, lakini kwa vile wewe ndo kwanza unaanza utaenda katika HDV, halafu utachagua 1080p 24. Hizi 24 ni frames ama picha per second. Kwa hiyo picha ishirini na nne kwa second moja. Kwa hiyo tutachagua hii halafu tutaenda katika sehemu ya settings. Katika settings video kwa ajili ya YouTube ama video nyingi ambazo tunaziona katika mitandao mbalimbali mbali, zile zilizokuwa upana ni mkubwa kuliko urefu, ni kwamba zikiwa katika format ya full HD tunaweka 1920 1080 frame size, lakini hapa unaona kwamba kuna 1440 horizontal lakini 1080 vertical. Sasa sisi tunataka 1920 1080, kwa hiyo hapa hatuwezi kuchagua, kwa hiyo tutakuja katika editing mode na tutachagua custom. Juu kabisa utaona kuna custom. Alafu, baada ya hapo katika time base, hakikisha kuna 23.976 frames per second. Alafu, utakuja katika frame size utaandika 1920. Katika pixel aspect ratio weka square pixels ili tuweze kupata ratio ya 16 by 9 ama 16 ratio ya 9. Baada ya hapo, sehemu nyingine tunaweza tukawacha hivyo hivyo. Tutakuja katika audio, hakikisha kwamba hapa imekaa 1048 ama 48000 hertz. Utashuka chini katika sehemu ya maximum render quality. Kama kompyuta yako ina uwezo mkubwa, una uwezo wa kuchagua katika hii sehemu, lakini kidogo Uh, speed yake ama render speed yake itakuwa muda unaongezeka tofauti na ukiwa hujaweka render at maximum depth, lakini quality inakuwa kubwa zaidi kama ukiweka render katika maximum depth. Kwa hiyo sio lazima. Kwa hiyo tutaacha hivyo hivyo. Halafu katika sequence name, unaweza ukanipa jina la ile project yako, kwa hiyo hapa mimi nitaandika jina la nature video. Kama ile jina la project yangu. Sasa kwa vile tumetengeneza sequence ambayo tumeicustomize na huenda tukawa tutaitumia mara kwa mara, tuna uwezo wa kuisave preset hii. Kwa hiyo kuisave, tutakuja katika sehemu ya save preset. Kwa hiyo Save preset hapa, kwa mfano kama tumetengeneza video kwa ajili ya YouTube, tutaandika tu YouTube, videos. Halafu utabonyeza okay. Kwa hiyo ukibonyeza okay unaona kwamba inaenda kukaa katika ile sehemu ya custom. Kwa hiyo hii ndio ile sequence ambayo nimeitengeneza. Kwa hiyo siku nyingine sitakuwa na haja ya kutengeneza sequence upya, nitakuja tu kuchagua katika sehemu ya custom halafu nitabonyeza okay. Kwa hiyo tumemaliza kutengeneza new project na tumetengeneza sequence. Sasa nikufahamishe mwonekano wa ndani wa Adobe Premiere Pro. Na hapa tutakutana na panels mbalimbali ambazo tutazifanyia kazi. Kwa hiyo nitakufahamisha panels zile ambazo tutazitumia mara kwa mara na nyingine utaweza kuziona pindi tutakapoendelea na mafunzo haya. Sehemu ya kwanza ambayo ni muhimu kuifahamu ni project panel. Kwa hiyo hapa ni sehemu ambayo tutaingiza video zetu ama tutaingiza sauti zetu, picha zetu tutaziweka katika sehemu hii ama tutaingizia katika sehemu hii. Baada ya hapo, tuangalie panel nyingine ambayo inajulikana kama source monitor. Sehemu hii ni sehemu ya ku preview ama kuangalia zile clips zetu kabla ya kuziweka katika timeline. Timeline ni hii hapa, kwa hiyo hii inajulikana kama timeline panel panel. Timeline panel ni ile sehemu ambayo tutakuwa tuna edit na kuchanganua video zetu pamoja na sauti. Kwa hiyo kila kitu ambacho tunataka kukifanya, kukipanga, kukikata, kufanya vyovyote vile, tunafanya katika timeline. Na katika timeline kutakuwa kuna time code, kwa hiyo hapa itatuonesha ni muda gani ambao project yetu imechukua. Baada ya kuifahamu timeline, sasa tuangalie program monitor. Kwa hiyo unaona kwamba kila nikienda katika sehemu fulani, nikibonyeza, kuna hii boda ya blue ambayo inatokezea kwa hiyo hiyo na kuonyesha kwamba wewe umechagua sehemu gani. Program monitor ni ile sehemu ambayo utaona output ya edit zako, kwa hiyo kila ambacho unakifanya katika timeline utaweza kukiona katika program monitor na hapa ndipo ambapo utaweza kuiona ile kazi yako kabla hujaweza kuitoa. Kwa hiyo utakachokiona katika sehemu ya program ndicho ambacho utakiona mwisho baada ya kuedit video yako. Sasa twende tukaone tools bar. Kwa hiyo tools bar hapa ndiyo sehemu ambayo inakaa sana mbalimbali ambazo tutatumia kuedit video zetu. Kwa hiyo hapa tutakutana na tool kama vile ya kukata ama razor tool, tutakutana na text tool, tutakutana na hand tool, eh, tutakutana na selection tool, ambayo hii tutatumia kuchagulia video zetu mbalimbali mbali na kadhalika. Sasa twende tukaangalie kitu kingine muhimu ambacho kinajulikana kama workspaces. Yaani ni zile sehemu ambazo tunafanya kazi. Katika sehemu hii ya juu kabisa inajulikana kama ni menu bar. Katika sehemu ya window utakutana na workspaces. Kwa hiyo workspaces ni zile sehemu ambazo utafanyia kazi. Kwa hiyo kwa mfano we unataka kuedit rangi katika video zako utakuja katika workspace ya kala. Kama unataka upate control nzuri ama kubwa kwa ajili ya kufanya effects, utakuja katika sehemu ya effects. Kama unataka kuingiza text au kufanya masuala mengine ya graphics, utakuja katika graphics workspace au kama unataka ku edit utakuja katika sehemu ya editing ambayo ndiyo default. Sasa ukichagua workspace tofauti utaona kwamba inabadilika. Kwa masuala ya rangi unaona kwamba imeongezeka huku sehemu ambazo utaweza kucontrol kama vile temperature, exposure, contrast na kadhalika. Ukija katika workspace nyingine, kwa mfano ukija katika learning Utaweza kujifunza, kama utakuwa na internet utaweza kujifunza tutorials mbalimbali mbali. Kwa mfano ukija katika sehemu ya caption and graphics, utaweza kuona kwamba kuna graphics mbalimbali mbali unazoweza kucheza nazo, lakini by default ama wewe utakapo edit, kwanza kabla ya kwenda katika sehemu specific ambayo unataka kupata controls fulani, utaweka katika editing. Lakini vilevile una uwezo wa kupangilia vile wewe mwenyewe unataka, kwa mfano wewe unataka hii project panel ikae upande huku, utaweka, au ikae hapa utaweka. Kwa hivyo vyote vile wewe unavyotaka utapangilia. Kwa hiyo endapo kwamba kuna mabadiliko yote ama sivyo vile ulivyotarajia, muonekano huufahamu, una uwezo wa kureset hii workspace. Kwa mfano, umefunga sehemu ya project, wewe umeipangua, umeiweka huku, kwa hiyo huelewi ni vipi utafanya, utaenda tu katika window utaenda katika workspaces na utaenda katika sehemu ya editing ambapo ndipo ulipo kwa mfano halafu, uta reset to saved layout. Kwa hiyo hii kupangua na kuweka vile unavyotaka inakuonyesha kwamba unaweza kuipangilia workspace vile wewe mwenyewe unataka na kwa vile wewe unahisi ni wepesi kwako. katika sehemu hii ya kwanza, umeweza kufahamu ni nini maana ya video editing, umeweza kuelewa umuhimu wa video editing na umeweza kufungua software ya Adobe Premiere Pro kwa mara ya kwanza ambapo umeweza kujua ni jinsi gani unaweza kutengeneza project, ni jinsi gani unaweza kutengeneza sequence na ni jinsi gani umeweza kufahamu ule muonekano wa ndani ama zile panels za Adobe Premiere Pro. Usiache kufuatilia mwendelezo wa mafunzo haya. Kama bado huja subscribe, tafadhali bonyeza button ya subscribe, ili uweze kupata taarifa pindi tutakapotuma mwendelezo wa mafunzo mengine. Sisahau ku like ku comment, na kushare na wengine video hii, nao wapate kujifunza. Tutaonana katika video ijayo.